Leo tuna mada muhimu sana kuhusu kuboresha ushirikiano kati ya vyuo vikuu na tasnia mbalimbali mbali katika kuandaa mitaala ili tu kuweza kuhakikisha kuwa wanafunzi wanajifunza kile kinachohitajika sokoni na kwamba waajiri wanapata wahitimu wenye ujuzi unaohitajika katika mazingira halisi ya kazi. Kumekuwa na malalamiko kutoka kwa waajiri kwamba wahitimu wengi wanaomaliza vyuo hawana ujuzi wa vitendo unaolingana na mahitaji ya ajira, jambo linaloathiri tija na ubunifu kazini. Kuzungumza nasi hapa studio, tumemwalika Dr. Fatma Simba, mhadhiri mwandamizi wa maswala ya TEHAMA katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na mtaalamu wa ushirikiano kati ya chuo kikuu na tasnia kupitia mradi wa HEET. Dr. Fatma karibu sana. Hmm. Habari ya chuo kikuu cha Dar es Salaam? Ah, nzuri kabisa. Habari ya studio? Ha, salama na no, no, no. hmm. Unaona uh, mambo yako vizuri kabisa. Dkt Fatma, kwa kuanza, unaweza hmm. kutueleza kwa ufupi kuhusu huu mradi wa HEET na malengo yake katika kuboresha elimu ya juu nchini? Asante uh, ndugu mtangazaji. Uh, mradi wa HEET ni mradi wa serikali hmm. kupitia elimu amini, kupitia wizara ya elimu, sayansi, teknolojia, ndio ambao lengo lake kubwa ni kuhakikisha unaboresha mazingira ya kujifunzia vyuoni na pia kuhakikisha mazao ya vyuo vikuu ikiwa ni wa, wa, wanafunzi wanaomaliza vyuo vikuu matokeo ya utafiti na services tunazozitoa kwa jamii zinaendana na mahitaji ya soko. mm-hmm. Ndo lengo kubwa la mradi wa HEET. Uh, ni <coughs> kulikuwa kuna tatizo la pengo kwa kiwango gani mpaka serikali ikaamua kuja na mradi huu? Pengo kwa kiwango kabisa, siwezi kusema kiwango sahihi, lakini tayari kulikuwa kunaonesha kuna gap mm, kati ya product zinazotoka mm, vyuoni na spidi ya maendeleo hasa ya teknolojia sokoni kwa, mm, utakuta um, teknolojia imeshatembea haraka sokoni, lakini bado vyuoni tunatembea kidogo taratibu, hmm. Yeah. Kwa hiyo kwa namna hiyo, serikali ikaona ni bora, na kama ambavyo mnafahamu vyuo vikuu mazingira yake ya kujifunzia anakuwa ameandaliwa kwa muda kidogo hmm. Kwa hiyo kunahitaji maboresho ya mara kwa mara, kwa hivyo serikali ikaona ni vizuri ije kuboresha kupitia mradi wa HEET. Kwa mfano nikisema kuboresha, kwa maana ya kwamba, na nikichukulia mfano wa tehama, teknolojia inatembea haraka, ile improvement inakuwa harakaharaka haraka. kwa hivyo kuboresha maeneo ya kujifunzia. Kwa mfano mnahitaji kompyuta mpya, mnahitaji mnataka mm, labda kusoma sasa kwa kutumia teknolojia, mnahitaji vifaa vipya, mnahitaji vifaa vya maabara vipya. Kwa mradi wa Hiti, lengo lake ni hilo, kuja kuboresha maeneo ya kujifunzia ili wanafunzi wanaosoma wasome kwenye current technology. na pia kwa maana ya teknolojia ya kisasa, tunao dokta, tusi tusiwache, tusiwanyime haki ya wao kuelewa hiki tunachokizungumza kwa sababu wengine hmm, ni wazazi, wengine ni hao wanafunzi. Lugha bado haijakaa sawasawa. Uh, kila mtu basi tu, tusimwache. Kwa hiyo vyuo vikuu sasa, uh, mradi huu ni wa vyuo vikuu vyote ama ni wa chuo kikuu cha Dar es Salaam peke yake? Uh, tufafanulie zaidi kama kuna vyuo vikuu vinawezaji kushirikiana kwa karibu na sekta binafsi na waajiri katika kuboresha mitaala yao kwanza kabisa mradi ni wa vyo vikuu vyote vya serikali mm. pamoja na vyo vya wizara ya fedha kwa hiyo tuna vyo kama kumi na nne mm. kwa jumla yake ukiongeza mm. na vyo vya fedha vinafika kama kumi na tisa vyo vya fedha nikimaanisha kwa hiyo tunapata kama vyo kumi na tisa kwa hiyo vyo vyote vina implement mradi wa HEET na kama nilivyosema lengo ni, ni kuhakikisha kwamba mazao yanayotoka sasa mm. yanaendana yana na mahitaji ya soko mm. yeah. Sawa, pa, lakini swali langu bado hajalijibu mm -hmm. uh, hivi kwa hiyo hakuna namna kwamba vyuo vyote ushirikiano wa karibu na sekta binafsi? Nimeuliza vyuo vikuu vinawezaje kushirikiana uh -huh. kwa karibu na sekta binafsi ama waajiri katika kuboresha mitaala yao? E, vyuo vikuu tangu mwanzo vilikuwa vinashirikiana na sekta binafsi amin tasnia kwa maana hiyo mm. lakini yale mashirikiano yalikuwepo isipokuwa hayakuwa rasmi sana mm. Unaweza kukuta labda mtu alikuwa na jinsi anafundisha, anahitaji labda wanafunzi wake waende mahali wakajifunze vizuri, nikichukulia mfano wa tasnia ambayo mi nipo TEHAMA mm. kwa mfano nikitaka labda wanafunzi wangu wakaone swichi au wakaone mnara wa Vodacom mm. ilikuwa nifanye juhudi binafsi labda ni namfahamu mtu Vodacom mm. nifanye hayo. Yani, hayo mawasiliano yalikuwa sana sana ni kama juhudi binafsi, hayakuwa rasmi sana mm. na ila yalikuwepo. Hatuwezi kusema kwamba yameletwa mwanzo kabisa na mradi wa HEET; yalikuwepo, isipokuwa hayakuwa rasmi na hayakuwa kwa upana wake. Kwa hiyo vyuo vikuu kilichofanya sasa kupitia mradi wa HEET, haya mahusiano yamekuwa rasmi, yamerasmishwa zaidi. Na kwa mfano nikichukulia mfano wa chuo kikuu cha Dar es Salaam mm sisi baada ya kuona kwamba mradi huu unatuhitaji turasimishe mahusiano na tasnia, tulifanya vitu vifuatavyo. Kwanza, tulitengeneza miongozo, tumetengeneza miongozo mitano. Mwongozo wa kwanza ilikuwa ni kuhakikisha jinsi gani tunatengeneza bodi za ushauri mm. za watu kutoka kwenye viwanda na jinsi gani ya kuziendesha. Kumbuka hawa watu wanatoka kwenye viwanda na ni wageni vyuoni, hawajui taratibu zetu kwa hivyo tukatengeneza mwongozo wa jinsi gani tutakuwa tunafanya nao kazi. Na hizi bodi za ushauri kazi yake ni kushauri, wanatakiwa washauri, wanaona tuna uh, zoezi zima la, ningesema kwa Kiingereza ningesema business process ya chuo mm. kwamba tuna mpango wa, wa, wa, wa biashara wa, wa, wa, wa chuo biashara kwa maana ya mm. biashara yaani ile ufanyaji kazi wachue, kama huo mnyororo mzima unavyokuwa mm. kabisa. Kwa hiyo unafanyaje kazi, wanautazama halafu wanatushauri kulingana na mahitaji yao sokoni mm -hmm. kwa hivyo tuliwatumia kwa sehemu kubwa wakati tukiboresha mitaala yetu. Chuo kikuu kimeboresha mitaala yote, kwa tumeipitia kwenye kipindi cha mradi wa HEET na tumeboresha na katika kuipitia kwa kawaida huwa tunaenda kuwahoji wa waajiri, tunaenda pia tuna wahoji wahitimu wetu waliomaliza kabla, wanaonaje mitaala, nini kiongezwe baada ya kutoka kwa hiyo. Baada ya kufanya hilo zoezi, tulikaa chini na watu kutoka kwenye tasnia, wakatazama tulichokipata kutoka kwenye mahojiano, halafu na wao wakashauri kwao, tukachukua ule ushauri kuingiza kwenye mitaala. Kwa hiyo mitaala yetu imeboreshwa kulingana na maoni pia ya tasnia, kwamba wameona kitu gani tukiongeze, kitu gani tukitoe. sasa mm. Hiyo ni moja pia. Mwongozo wa pili tumetengeneza mwongozo kwa ajili ya uh, jinsi ya kutoa outreach. outreach inaitwaje uh, Kiswahili, kufikiwa kwa jamii. huduma gani naenda kutoa kwa jamii. kwa, kwa, mm. mm. kwa mm. kwa hiyo pia mwongozo tumeutengeneza, ambao zamani ilikuwa inatokea tu watu wanaamua, labda leo ni siku ya wanawake tunaenda kutoa hii, au leo tunaenda kuona watoto yatima, au leo tunaenda kusaidia labda sisi ni watu wa labda afya tunaenda kutoa huduma ya afya mm -hmm, au sisi ni watu wa loo tunaenda kutoa huduma ya kisheria, lakini tumetengeneza huo mwongozo. Mwongozo mwingine pia tumetengeneza kwa ajili ya um, applied research innovation na training infrastructure. Kwa hiyo ni maswala ya tafiti ubunifu na miundombinu ya kusomea. Kusomea. Huo mwongozo mm. pia umetusaidia kwamba sasa, kwa mfano, nikitaka nataka kushirikiana kufanya utafiti wangu na tasnia, nataka kushirikiana kufanya utafiti wangu labda na eh, taha labda mm. taasisi ya mm. hot culture yeah, mm. na kitu kama hicho. Kwa hiyo mm. kuna mwongozo rasmi ambao utaniongoza jinsi gani nitashirikiana na wale watu kama ambavyo sasa hivi pia tunashirikiana na Tanzania Forests Conservation Group mm. tunataka kuihifadhi misitu yetu. Kama ambavyo unafahamu, chuo kikuu kina misitu mm. mingi. Kwa hiyo, jinsi gani tutahifadhi? Hatutaki sisi kufikiria wenyewe, tutashirikiana na watu ambao wako hapo na ni wataalamu kwenye eneo hilo. Kwa hiyo, kuna mwongozo wa kutuongoza. Kitu kingine ni katika hiyo hiyo, um, miundombinu ya kujifunzia mm. tumeshirikiana, nikitoa mfano wa TEHAMA, sasa tutapata vifaa kutoka Tigo I mean, Yas kwa sasa mm. tutapata vifaa kutoka TTCL na vingine tumevipata pia kutoka obankunsanoa, baada ya tumesha tumeshafanya mashirikiano kwa mudawameshaona mahitaji yetu mm. olabda tunahitaji kiasi gani, wameweza kuona kwamba wanaweza kuja, kwa mfano naeza kutoa mfano Yas na Huawei wameweza kujenga pale minara ya kufundishia mm. katika College of ICT wameweka pale minara ambayo sisi tutaitumia kuwafundisha wanafunzi. mm -hmm. Lakini... kwa ile hali ya kusema kwamba ulikuwa unataka kumjua mtu kuna switch sehemu uende nayo tayari. mm -hmm. Minara imesogezwa ime karibu, kwa hiyo eh -hmm. mwanafunzi anajua kabisa nikitaka kurigi mnara natakiwa huu hapa, hapa. Eh -hmm. uh, kila kitu kiko hapa modulation na nini kila kitu kiko pale. eh -hmm. sasa umeona una... mm -hmm. hiyo faida. mm -hmm. Mwanzo ilikuwa inabidi mimi nifanye mawasiliano niende Vodacom waniombe niende niwapeleke wanafunzi wangu waone, hii ndio tawa hii ndio switch hii ndo nini, lakini ndo hivyo hivyo, mimi niwasafirishe wanafunzi wangu niwaite, lakini kwa sasa unaona, kwa mashirikiano hayo yamezaa kwamba tumewekewa hilo ile channel pale. Na swali langu sasa lilikuwa linafuata, maana hilo limejibiwa la kwako, bila shaka umeridhika na maelezo ya Dkt Fatma. lii linafuataahilo Sawa. Daktari, tufahamu pia kwa vile yeah. ni mradi ambao umekuja kwa ajili ya kuongeza kitu kutokana na yale ambayo yalionekana kama mapungufu mm. Dunia inakwenda kasi mm. Sayansi teknolojia ndio mambo yaliyoko duniani sasa hivi mm. kama ni hiki ambacho HEET mmekuja nacho mmeona, mm. matokeo kwa namna gani kwa miaka ambayo mmekuwepo, pengine ni tujue muda gani umepita na je, matokeo yamekuwaje huko mnako kwenda kufanya tafiti sokoni kuona matokeo ya kile ambacho mmekifanya kumuda, amba so, uh, kwa muda ambao mmekuwa kwenye kazi, kwa muda uliopita, tunaweza kusema kama miaka mitatu sasa, kwa sababu mradi umeanza effectively 2022 mm mpaka sasa, mnayo mazao ambayo tayari mkishatoa, kwa maana ya, ya, ya vijana ambao mliwazalisha kutokana na mradi, wale waliokuja baada ya mradi kuanza mm -hmm. kwa maana ya kuwa wamekuta yale mabadiliko nam nikisema uhum, katika miaka mitatu tayari kuna vitu ambavyo tumeshaanza uanya mazao. Nitaanza kusema kwamba mitaala, Taari mitaala yetu pitishwa, na baadhi mingine bado inaendelea mm. Kwa zao moja sisi kama kama mm, la lapili, um, kama ambavyo nilisema tumeboresha jinsi gani waalimu na wanafunzi pia wataenda. Zamani ilikuwa nilazi, wanafunzi walikuwa wanaenda kwenye mafunzo kwa vitendo kwenye viwanda kwenye, lakini sasa kwenye mradi wa HIT katika hiyo miongozi tuliotengeneza mmojawapo ni kutuongoza jinsi gani waalimu, sio kwamba abaki chuoni tangu ameajiriwa mpaka atakapomaliza. Sasa na kama ni mwalimu anafundisha wa habari anaweza kuja Azam akakaa miezi miwili akajifunza kwa vitendo, yaani akashiriki mm. zoezi zile mala utangazaji na production ya midia, kiasi kwamba akirudi anafundisha akiwa na uzoefu tofauti na hapo nyuma. Kwa hivyo kwa hapo naweza kusema nina mazao pia, kwa sababu tumepeleka wanafunzi kwenye tasnia amini walimu mm. kwenye tasnia walimu, jumla tumepeleka bachi tatu bachi ya kwanza tulipeleka kumi na moja tukapeleka ishirini na tatu na sasa tunapeleka thelathini na tatu Kwa ujumla ni kama arobaini na sita ambao wanakwenda, yani tayari thelathini na nne wameshaenda na wa thelathini na tatu wanamalizia sehemu. Ya mafanikio makubwa mm. kwa kweli yeah. wao walimu, tunatarajia mm. kwamba wame improve Professionally, Mm. Kwa hiyo ni wameona kwa vitendo zaidi ya kwamba angekuwa anasoma kwenye kitabu, anafundisha walimu wanafunzi, lakini sasa hiyo imekuwa ni shida kubwa, kwa sababu hata sisi mm. uh, katika hii tasnia yetu ya habari na mawasiliano uh, mm. walimu wengi hawajapita katika vyumba vya habari yeah. uh, hawajui ile adha wanahabari wanakutana nayo wakati wa kutafuta habari na kuzikusanya mm. Kwa hiyo hata kuna wakati mtu anaweza akaajiriwa kama afisa habari, hajui, anashindwa kutoa ule ushirikiano, kwa sababu hana ule uzoefu mm. wa namna hali inavyokuwa wakati mtu anatafuta hizo habari. Wee ni mtaalamu, mtaalamu wa TEHAMA, tena mtaalamu mwandamizi Dkt Fatma, mashallah kwa upande wa TEHAMA na teknolojia kwa ujumla mm. ni mabadiliko gani muhimu ambayo vyuo vinapaswa kuyafanya ili kuendana na mahitaji mapya ya soko la ajira na AI teknolojia imepanda kwa kiwango cha hali ya juu sasa hivi mm. tumeondoka katika makaratasi. Ni mabadiliko gani muhimu ambayo vyuo vinapaswa kuyafanya ili kuendana na mahitaji ya soko la ajira? Asante ndugu mtangazaji, kutoka kwa tehama, kwa kweli ninachokiona na ninachokishauri kwamba vyuo vinatakiwa vi viendane na spidi mm. ya teknolojia mm -hmm. Mfano mzuri nikisema AI mm. akili unde akili unde, yes mm. utakuta vyuo vikizubaa, wanafunzi watatangulia mm. kwa sababu wanafunzi they are digital native mm. yani, wao wafundishi wamezaliwa huko wanajua mm. kila kitu. Kwa hivyo kwa vyuo vinajitahidi vina, na pia nashauri viendelee kujitahidi, na kwa mfano kwetu, hatujaiacha nyuma. Kila inapotokea mabadiliko kwenye teknolojia, lazima tuende nayo. Hmm. Hata kwenye mradi wa HEET kama ukiona, tuna sehemu ambayo ina improve maeneo ya ujifunzaji kwa teknolojia, ambapo tumeweza kuimprove sasa miundombinu yetu ya kufundishia. Tumeleta uh, equipment ambazo ni vifaa vifaa vipya hmm. ambavyo ni kwa ajili ya kujifundishia uh, kuna new smart board, kuna um, cameras kuna podium ambayo ikaa pale ina ni kama smart podium. Tunalenga hasa kutengeneza smart classroom au smart campus kwa ujumla wake. Kwa mm. ni, i, ile campus yote iwe iwe smart mijanja. Yes. <laughs> Kwamba uh, wifi. Yeah. Yeah. Eh, sijui unaweza ukagusa nini ukapata. Ndio, ndio, labda labda Dkt Fatma fafanua kidogo kwa mtu anayetusikiliza, kwa faida ya anayesikiliza Una, nini unamaanisha hapo unapo, unapotudokeza kwenye hilo? Ninaposema namaanisha, ninapo, na, namaanisha kwamba chuo kikuu sasa pia kimeboresha miundo mbinu kiteknolojia. Nilikuwa najaribu kuelezea hiyo smart podium ambaye ina ni pati ya smart campus kiasi kwamba mwalimu akifika pale kwenye podium atakutana na matirio yake yote anapokuwa darasani. Sasa yeah, akifika darasani ataikuta podium mm -hmm. ambayo yenyewe imesynchronize na mifumo ya chuo. Sawa. atakuta kila kitu palepale pale na ana sign mara moja kwenye mifumo yote ya chuo, tunaita single sign on. mm -hmm. kwa kisaini pale anaweza kupata services zote ambazo anazihitaji. Kwa hiyo hata ah. material ya yake alipoyaweka atayapata pale pale, hana haja ya kubeba laptop, sijui mm -hmm. mm -hmm. projekta, hana haja, atavikuta pale na atafundisha. Akiwa anafundisha pale pia kuna uwezekano wa kuikonekti hii ile podium na another pod ambaye iko darasa lingine akafundisha online akafundisha darasa zaidi ya moja. Hmm. Kwa hiyo ndio maana nasema hiyo ni smart, Ayonime, ni, ni, ni ni smart nime campus. Na, Yes. nime yeah. na Zasa... upande wa akiliunde pia chuo kimetengeneza mwongozo hmm. Jinsi gani ya kukitumia akiliunde ethically. Kwa, kwa, kwa, kwa maadili kwa maadili, hiyo hmm. Yes. Hatujaweza mana... kutengeneza program kwa ajili ya kuweza kugundua wanafunzi wanapotumia akili unde kuandaa kazi zao. Ndio tayari hiyo, haina tabu, mambo yako tayari. Dkt yapo no? Kamili na, wacha wacha labda Dkt ameeleza namna walivyosonga mbele kwa kutumia teknolojia kwamba mwalimu sasa hivi wa chuo kikuu haangaiki sana kubeba mavitu mengi kwenda darasani kwake, kila kitu kiko kwa mfumo wa teknolojia hmm. Na umetudokeza kidogo kuhusu akili unde na namna nam mnavyotoa ushauri wa kuitumia kwa uangalifu hmm. Ni maana yake mnaruhusu matumizi, lakini yawe matumizi Itali. ya umakini, ya kimaadili. Sawa, swali lako sasa, maanake hapo ndo ufafanue Itali. Uh. Itali. kwa sababu wakati mwingine inaweza ikatumika akili unde, ni kitu kizuri lakini ikiachwa mm -hmm. mwanafunzi ana, anaweza kadumaza akili yake kwa sababu akili unde itamfanyia. Sasa swali liende kwa dokta kuona wana, wanafanya wanasema kwamba wana, wametengeneza mi, miundo kwa wao kutumika kimaadili wasije waka, wakatumia hivyo kujibia ma, ma, mitiani na vitu kama hivyo. Yeah. Turudi kwa upande wa wanafunzi, tumezungumza vyuo, tumezungumza waajiri. Yeah. Wanafunzi wenyewe katika mradi huu wa HEET wanawezaje kujihusisha zaidi na mradi Uh, katika uh, programu za vitendo kwa maana internship practicals ili kupata ujuzi halisi wa kazi kwa sababu mm -hmm. Ndio lengo wanapofika katika sokoni wawe na uwezo wa kuweza ku, kuwa na tija. Sasa wanafunzi wenyewe wanaweza kujihusisha vipi katika mradi na programu za vitendo? Asa, asante mtangazaji. Kwa wanafunzi uh, ili kupata zile tuseme skills Mm, wanafunzi wa, wamehusishwa moja, zamani tayari tulikuwa tunawapeleka wanafunzi wetu kwenye mafunzo kwa vitendo kwenye viwanda sawa, na baada ya kuboresha mitaala tumeongeza muda. Kuna baadhi ya program ambazo zimeongeza muda wa kwenda kukaa viwandani, na watakapoenda kukaa kule watajifunza zaidi, kwa sio zamani ilikuwa ni kama miezi miwili, sasa hizi kuna zingine zimepeleka mpaka semista nzima, atakaa kule kule zaidi ya hapo pia tuna tumetengeneza mwongozo kama nilivyosema, tuna ruhusu sasa watu kutoka kwenye tasnia waje watusaidie tuifundishe tu, tui, tui pamoja, yes. Kwa hiyo mimi nikiwa nina kozi yangu ambayo labda nataka nifundishe kozi yangu labda nifundishe wiki kumi na tano kuna wiki ya kwanza nimeandaa, ntafundisha kitu fulani, lakini kuna kipisi cha hiyo kozi najua hichi cha utaalam mm, yani kinahitaji mtu ambaye amepractice, yani amefanya kwenye maeneo ya uhalisia. Kwa hapo sina ulazima wa kufundisha mimi, nitamwita mtu kutoka kwenye tasnia aje akifundishe hicho kipande, na hiyo tumeandaa tu tu tu tu mwongozo pia, unaitwa adjunct staff. Watakuja chuoni, na hata kwa sasa tutakuwa nao mwaka wa masomo na naoanza Novemba. Mm, tumeweza kurecruit kumi na tano ndo wamepata appointment, wataingia kwenye college na school mbalimbali mbali, watasaidia kufundisha, atakuwa ameandaliwa kieneo hichi mm. au hi practi unaomba uisimamie kwa sababu wewe ndo unaielewa vizuri kuliko hey, wewe ndo mtangazaji wa hali ya hewa exactly. kwa hiyo uwafundishe sisi tutawapa haya yote yes. lakini Muhammad njoo hapa wewe kama mtaalamu uwaelekeze hao vijana ah. ni vipi ah. unapaswa kusimama, sauti yako itoke vipi mm. kwa sababu mwalimu mtangazaji anajua mi. tu misingi na vitu kama hivi utampitisha kwenye theory, mm. utakuja kwenye pale practical aspect utaifundisha wewe mm. basi mimi nitaandaa mtihani, yani, eh, labda kuandaa mtihani, muda unatupa mkono <laughs> Ni, ni mabadiliko gani makubwa ambayo tunapaswa kuyaona katika miaka michache ijayo ili elimu yetu iweze kuendana na mageuzi ya kiuchumi na kiteknolojia? Asante ndugu mtangazaji. Kwa miaka michache ijayo tunatarajia kuona wanafunzi watakaotoka vyuoni ni wale ambao wana wanafiti kwenye soko, kwa maana ya kwamba hata sasa hivi kama nilivyosema, tuna hizo bodi za ushauri. Kuna baadhi ya bodi zilianali mapungufu wapi, wakagundua kuna upungufu wa l mm. mwanafunzi anahezaji kujieleza mbele, wanaona kama ina mis hiyo kwho mm. walianza kuandaa wao wenyewe, mm. wanashirikiana, labda katika hiyo tasnia, kuna watu ni wazuri sana ku mm. wanasema sisi ano wa tunatarajia, tutaona mm. zita sana kutoka kwa wanafunzi watakaotoka mm. pili pia, kwa sababu ya mahusiano ya tasnia zimeweza kutoa nafasi za internship zaidi ya kwamba wameenda kwenye practical training; lakini internship wametoa, tumeziona baadhi. Kwa hiyo tunatarajia kutakuwa na connection kubwa kati ya tasnia na na wanafunzi, kwa hiyo swala la ajira linaweza kuwa smooth. kwa sababu mtu umeanza kumwona tangu namwona mwaka wa kwanza wa pili, umempa internship, kwa hiyo kumwajiri inaweza kuwa ni rahisi. Lakini pia tunatarajia wanafunzi watajiajiri zaidi, kwa sababu watakuwa wamepata knowledge na wamepata zile extra skills sio lazima watarajie kuajiriwa mm. Tunawatarajia zaidi wajiajiri na kutengeneza ajira ya. Dkt Fatma, ujumbe gani kwa vyuo vikuu, waajiri? Wewe ndio mtaalamu wa ushirikiano katika huu mradi wa hit mm. Una ujumbe gani sasa kwa vyuo vikuu, waajiri na wanafunzi kuhusu umuhimu wa ushirikiano huu wa mitaala na tasnia? Ujumbe wangu kwa waajiri na vyuo vikuu ni kwamba huu ushirikiano hudumu nata, natamani usiishe baada ya mradi wa hiti ukiisha Sustainability plan iwe ku, i, itengenezwe madhubuti na haya mashirika endelevu. Mpango endelevu. Yeah. Yes. Mm. Na haya mashirika kwa sababu yamekuwa mapya kwenye vyuo. Kwa hiyo tutengeneze jinsi gani ya kuyaingiza kwenye institution. Niweza kusema institutionalization. Aha. Uh -huh. Yaani kwamba kama imeshaingia kwenye mitaala ingie kwenye ile day to day activities vyuo ya vyuo, yasije yakafa na mradi wa HEET. Hicho, mm -hmm, tu ndio ambacho mimi na nasisitiza kwa vyuo na tasnia kwa maana kuna faida kubwa. Tunayaona kwenye mashirikiano kwa vizazi vijavyo. Dkt Fatma, tunashukuru kwanza kwa maelezo uliyoyafafanua. Tuna imani aliyetufuatilia vizuri amejua kile mnachokifanya kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, kwa maana ya HEET. Tukutakie kila laheri.